Jamani, kama kawaida, niko Lukman Hebo hapa, duka dawa za asili huyu. Ni mmoja wa wakala wa GYD Hebo ambaye anasambaza podeti zetu na anachukua kwa jumla na rejareja. ningependa nimuulize maswali mawili matatu, na akipata baadhi ya maswali nitampa vocha shilingi elfu kumi. Habari yako mama? Nzuri, uko salama? Niko salama. Watu wanapenda wafahamu majina yako kamili Jina langu mimi jina mm. la duka ni Lukman ndio. mm. Okay, jina yake kamili anasema ni private eh, yeah. Okay, sawa. Wewe mm. ni muda gani toka unaanza kuuza huduma za GYD Herbals mpaka sasa hivi? Na kama mwaka mmoja, ana kama mwaka mmoja. mm. Okay, sawa. mm. ni product gani ambayo inaenda sana ya GYD Herbals? Kifua sirap. Kifua sirap plus. mm. Okay jamani, Lukman hapa dawa ambayo ni besti kwake kifua sirap plus na hatamani kuikosa kama nilivyowafahamisha jamani. Kifua sirap plus ni dawa ambayo inahusika na upumuaji, inatibu maradhi sugu ya kifua cha kubana, kifua laini, kifua cha pumu, mafindofindo na tonsils vile vile inasaidia allergy ya upumuaji kama una allergy ya feni, vumbi, moshi, perfume kali, wachafu utaipata hapa Rukman, sawa, kwa bei pungufu kabisa na kwa bei ya ofa, sawa. Yaani ukichukua hapa ni sana, umechukua jiwadi. Hebu unahitaji kujua namba zako za simu 0655 286 tisa tisa tisa. Okay sawa. Nataka nikuulize swali na ukipata ile swali nakupatia shilingi 5000. Uko tayari? Niko tayari. Okay sawa. Naomba nitajie dawa inahusika na mfumo mzima wa bawasiri ya GYD Herbals. Haya, jamani ameshindwa swali na ameshindwa kupata shilingi 5000. Asante kwa muda wako baba. Asante. <todicansi> okay. <todicansi>